Alazima Allah naam, lau asha alfata fi dahrihi laitani, mtu ataishi katika ardhi hii tunayoishi, alfa min alawam, awe amepewa miaka alfu moja, ndo umri wake, akaishi katika dunia hii tena miaka alfu moja hiyo, mutanaiman fiha bikuli nafisatin, Mwenyezi Mungu kamfungulia milango yote ya neema, hakuna anachokihitajia

haziwezi kabisa kuwa sawa na kulala usiku mmoja tu katika kaburi. Atazisahau neema zote hizi, atayasahau mazuri yote.